Mtu anaukusanya na kuutafuta mtaji kwa miaka miwili, anakopa kwa huyu, anaomba kwa huyu, anajinyima hiki, anakamilisha mtaji wa shilingi laki moja, anafungua biashara ndogo. Takwimu zinaonyesha kati ya Watanzania kumi wanaofungua biashara ndogo ndogo ni mmoja peke yake. Ukimwendea baada ya mwaka moja utamkuta bado yupo. Tisa biashara zimekufa, tisa biashara zimekufa. Ndio maana leo utaona kibanda hicho wakala wa huduma za fedha M-Pesa njo, baada ya miezi sita hapo utakuta kuna uzwa matunda hapo, baada ya miezi sita mengine ukienda utaambua saluni ya kiume, baada ya miezi sita nyingine utamkuta mama ntilie, baada ya miezi sita mengine uta... yani, biashara zinakufa framu moja, miaka miwili, biashara sita ni dalili, biashara zinakufa, mitaji inakufa. Hawajali kabisa, wao wako na mambo yao. Ingia mule ndani mule sokoni mule, nawaambia watu wanafanya biashara kwa mazoea humo sokoni huo, wanatafuta shilingi elfu mbili, shilingi elfu tatu tu kwa siku mazoea. Hilo soko utalikuta kila siku wanalipo tozo mu. Ukiingia humo choo cha kulipia, yaani wao wanatoza hata kuhudumia, kwamba basi kuna watanzania wanatafuta riziki yao tuhudumie choo hawawezi. Choo ukilipia mia mbili hapo ende haja. Swahiba wa UFR, hivi ndivyo ambavyo mkutano wa mgombea nafasi ya urais kupitia tiketi ya Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma Salum Mwalimu ameweza kutamatisha yale ambayo alimleta hapa katika eneo la soko la Kachoma kwenye gati la maji. Amezungumza vitu vingi. Kubwa zaidi alolizungumza ni kwamba nchi ya Tanzania ina rasilimali nyingi sana. Endapo atapata nafasi, atahakikisha kwamba rasilimali hizi zinatumika vyema, kwa sababu licha ya nchi kuwa na rasilimali nyingi, lakini bado hazitumiki vyema. Tunakwenda kuzungumza na baadhi ya wa wananchi kupata mitazamo yao, vipi endapo mgombea um, wa urais kupitia chama hichi atapata nafasi, wanatamani nini hasa kifanyike, lakini kwa yale ambayo amekwisha kuyazungumza kwao, wameyapokea vipi? Kwa leo ni mara ya kwanza kufuatilia kampeni za Chaumma, lakini mgombea huyu ni mtu anayeonekana, kwanza ana kitu kichwani, anaongea vitu ambavyo inaonekana amefanyia research. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana angalia taifa toka likotoka, lakini vitu gani linapungua na anaviweka wazi. Kwa hiyo kimsingi ni mgombea ambaye anafahamu vitu vingi, hasa kwenye masuala ya kiuchumi, ajira, lakini anaweza kuangalia taifa linatakiwa liwende wapi na nini kifanyike. Kwa majina anaitwa Sada Moshi Jabu, ni mkazi wa Tabora, mzawa wa Tabora, makazi hasa ni Bacho. Kiufupi, tumemwelewa mgombea mheshimiwa urais wa kiti cha CHAUMMA, tumemwelewa ni kijana mtanashati, kaongea maneno mazuri, na tumeelewa. Swala kubwa zaidi kwanza ni kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara kila siku hali zinazikuwa chini. E, kuna lugha moja aliyosema, kibanda kimoja unakikuta ukienda mwaka unakuta saluni, ukienda mwaka unaofuata mama ntilie unaofata mara mshona viatu. Kwa hiyo biashara inakuwa haina formula kulingana, huenda na ugumu na changamoto zinazokuwepo. Kwa majina naitwa Mwanahamisi Shilangonga, ni mkazi wa Tabora mjini, kata ya Kanyenye. Kiukweli nimevutiwa na sera ya Mwheshimiwa wa mgombea urahisi wa chama cha Ukombozi wa Umma cha umma, amenivutia ana sera nzuri, sera makini, anajiamini, amenipa moyo na motisha ya kwenda kupiga kula siku ya tarehe ishirini na tisa. Amenifanya niwe na uchungu na nchi yangu kutokana na aliyoyaongea. Tuna rasilimali nyingi, tuna vitu vingi, tuna madini mengi ambayo yangetumika ya vizuri, yangeweza ya kutuingizia uchumi na kipato katika nchi yetu ya Tanzania na hasa mkoa wetu upo duni kimaendeleo, hasa sisi vijana, wengine hata ajira hatuna, lakini ametupa ahadi zilizokuwa nzuri na sera iliyokuwa bora, ametuaminisha kwamba anaweza. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa kula yangu nitampa kutoka hapa eneo la soko la Kachoma gati la maji. Mimi ni Linda Dismas, nyuma ya kamera ni mwenzangu Rashidi Malekela.